Mambo vipi tena mtazamaji wa Master TV. Naitwa Alex Ali 26 kutoka kota fulani hivi za kijanja sana, Ewa, na leo niko <laughs> <laughs> <Poh. laughs> yeah. e, yeah. na wana wamekula black suit. Tuite black suit. Leo mko tofauti kidogo. muda mmoja tu na hapa ni kuli na Kikwete eh. kuna namna, kuna mmehusika huku namna sisi ndio heshima, sisi ndio tunasimamia mechi hapa. Nyinyi? Eh, unajua kama Kasako iko chama yetu sisi. Sisi ndio tunasimamia Kasako. Yeah. Unaweza kutambua kwa majina, wewe mmoja. Yeah, mimi naitwa Damas Juma. Yeah, ndo mimi. Yes. Sasa ni lakini. Ndio. Mimi ni mwigizaji wa series. Yeah, watu wengi wananitambua kwa kwa Damas Damas tu, lakini jina langu la pili ndio watambue Nawajui, kama mimi na kazi gani? Kama jinsi nilivyokuambia mimi, yeah, mimi ndo nasimamia Kasaco TV a mimi ndo msimamizi wa Kasaco wenyewe, najifurahia furahia pamajina wa kutambua mimi ndo Echiba Samaki, yule ambao wanamjua mchekeshaji wa kambini Nyarugusu, yule wa siku zote na watu mapisi kama hao wapo hapo na kuja ungeongea vitu vya naibidi, waongee vitu ambavyo vinaeleweka bana. Mbona, mbona, mbona msimanga, msimanga eh? Eh, Damasi. Damasi, sasa mimi mzako, ah, dogo kidogo litafuta kuniaibisha, anapita hapa ni lazima niheshimishe bana ni wasimamizi Unaangalia w e kidogo unajua wote wanakuwa wanauwa najileta kwa niko kutokana sifa zangu ni nazo. sisi hey. sisi na yeah. ah, ah. Wa, wa, ah, Sisi tunajulikana hapa. Ukituangalia kabisa rais rais rais wa wa wa Tanzania na wa, wa... wa mm. na na Rwanda. Rwanda Ah ah. Ah, ah Wao mimi hey. tumekosea. Tanzania Tanzania Mwanamke bana. kwanza. Hii hey. suti ime, imegarimu? ni nizo nazo kiukweli si tu kwamba kwa jisifu hii ni laki moja. Suti. laki moja yeah. mm. Kwa zote. Kofia zote. Hii ni ni ni elfu hamsini. Lakini ndio, yeah, hapa. hapa. hapa hapa Hapa kwa Kwa kiatu kiatu kwenye baba yangu 2025. 25. Hapo jumla na na ni laki na hapa, kifupi ni kusema kwamba gisi ulipotuona kwanza chini mpaka juu, sisi wote kifupi ni kusema kwamba sisi tumevaa vitu vya gharama. Eh. Hey. Kofia kama muzio. Ah, uwezo ndio. Sisi ni kuambia kwamba kuna rais wa Kongo na wa Tanzania. Umemzidi uwezo. Eh, mimi ni Felix. Mimi ndo rais wa Kongo. Ah, rais wa Kongo baba, rais wa Kongo ndo ana uwezo bana. Eh, si mimi si mimi ndo rais wa Kongo. Sasa mbona hujavalia kofia? Basi nitakuwa nimekosea. Mimi si rais wa Kongo. Sasa ndio kama mtoko kako kama endaje? Kwa shilingi ngapi? Sasa mimi nimeua 400 hapo. Sio nyago akipata kitu anaposti. Ah, lakini jamani wasanii wote wanataka tuwaone huku. Hey. Kuna muda tunaonyesha kwamba tuna uwezo wa kukaa huku na tukatoka huku tukakaa hivi. Sisi ni kwambie. Hivi ulimwona nani kati yetu ambaye yuko na muwa wala ana ndizi mikononi? Ukitaka kidogo ujue kama tuna nini wala nini. Wewe tufuate tunapoelekea tu basi. Baada yawan kupendeza kama hivi, kwa namna fulani, mifuko inatakiwa iongee. Ndona kuambia sisi siri siri zetu si ya, ba. Weka baba, unataka unataka kutoa siri nje nje, tufuatilie wewe wewe, tulie sawa sawa, mfuko mfuko wetu wetu tunaelewa mna kitu kitu gani gani. Ukitaka zaidi hapa, tujitoe nje, pengine ah, washikaji hao, mimi naweza hamna, kama kuna mwingine anaweza sisi, so, eh, ni waheshimiwa. Yes. Kwa hiyo tunatakiwa tuoneshe watu kama sisi ni watu wa heshima. Tukitoka kwenye kazi zetu zile tunazofanyaga inabidi watuone kwenye mwonekano ambao. Eh, mwingine mtu akikashirika, basi anavaa suti hizi hapendezi kama sisi. Nijaribu kwanza aka challenge kwenu, tuange kama mtaweza. Damasi. Tuanze kwako. Ah, anza kwangu. Eh, na tabu. Mimi sina shida, sina uoga. Hivi kirefu cha cha HB nini, kirefu chake? HB ndio nini sini HB, Hb. Ni Echiba, mimi si kama alivyosema happy birthday. Kwa kifupi, happy happy birthday birthday, si ndio hiyo <todis> hiyo tumeshamaliza. <laughs> Unataka nini na kaka na kila kitu kimeshaisha. Unataka unataka tu tu, mimi na ndugu yangu, happy birthday.

ndio mtangazaji? Kwani mchezo ndio nini? Kwanza wewe ni mtangazaji mpira ni mpira na mchezo ni mchezo. Kwe, mchezo ni da. ule wa muziki sasa. hey, mpira mtang. ni kandanda ss sasa. Hey. sasa ni nini? Hayuko, kwenye mchezo Nini? nini. nini membe. Eh. ni, nini. Eh. Sasa. ni mti, tunda Mti mti wa mua. Mm. tunda la mua mti. gani mwenye mua ndani yake Ah, ah, ndugu yangu wewe naye tunaona kama tunataka kukuacha baba. Haya maswali wewe unaje rulami hapa kuja kutuletea makubwa. Sema ni mti, ni mti gani mwenye maua ndani yake? Mti gani mwenye maua una mti ndani yake na na, na maua pia na matunda, na matunda. Basi tuishie hapa kwa sababu wewe mwenyewe inaongeza maswali magumu magumu magumu. Ah, wale wale, hapa ni wana memba, hapa kuna mshikaji anaitwa nani? Damasi, hapa kuna Echiba tushamzoea sana kwenye komedia ndugu yetu hapo. Bwana, mimi asante sana kwa kwa wewe ambaye ulifuatilia hichi kipindi kama nilivyokuambia naitwa Alex Ali 26 Nilikuwa na washikaji wa suti hapa, nadhani tumemaliza. Nyuma kamera niko na kabaisa Mtumbadi. Asante sana kwake.